Ninaenda kuzungumzia mada ambayo iko karibu sana na mimi. Mimi natibu wagonjwa wengi wenye kitu kinachoitwa ugonjwa wa mapafu wa interstitial au ILD. Huu ni tatizo la mapafu ambalo si nadra kama tulivyofikiria. Je, nini kinaweza kuwa sababu ya ugonjwa wa mapafu wa interstitial? Kwa nini tunazungumzia ugonjwa wa mapafu wa interstitial sasa? Ugonjwa wa mapafu wa interstitial tunaugawanya katika sehemu mbili. Je, ni ugonjwa wa mapafu wa fibrosis isiyojulikana? Kwa hivyo idiopathic kwa daktari inamaanisha sijui kinachosababisha. Kwa hivyo ugonjwa wa mapafu wa fibrosis isiyojulikana inamaanisha ni makovu ya mapafu na hujui kinachosababisha au ni isiyo ya idiopathic kwa hivyo inapokuwa ni ugonjwa wa mapafu wa fibrosis isiyojulikana kimsingi, inaonekana kwa watu wazee, mapafu yamepungua, yameharibiwa. Wakati skani haionekani kama fibrosis isiyojulikana, basi daktari anahitaji kufanya uchunguzi wa kina kuona nini kinaweza kuwa sababu. Au inaweza kuwa chochote kama kuvuta sigara, inaweza kuwa na wanyama wa kufugwa nyumbani, inaweza kuwa na ndege nyumbani. Kwa kweli, unajua katika miji yetu mikubwa kuna njiwa na ndege wengi. Wakati mwingine hata magonjwa ya ngozi na misuli yanaweza kusababisha ugonjwa wa mapafu wa interstitial. Lengo la mazungumzo haya maalum ni kwamba ILD ni kitu ambacho kinahitaji kugunduliwa mapema. Kutambuliwa mapema. Inahitaji tathmini ya kina na ya kina sana. Na sasa tuna matibabu mengi yanayopatikana. Na pia tuna chaguo la kuwa na timu ya taaluma mbalimbali chini ya paa moja katika hospitali ya Apollo. Na tunaweza kufanya tofauti kubwa katika maisha ya wagonjwa hawa.